Kutoka hapa katika dimba la KMC complex ni fainali ya michuano ya wanawake, nikiwa na maana waliofanikiwa kufuzu ni Simba Sports Club Simba Queens dhidi ya JKT Queens. Niko na Baby Mary, ngoja tupige naye story mbili tatu, atuambie kwa namna alivyomuona mtani ndani ya dakika 90. Ndugu yangu, vipi, bado anapumua? Safi, kwema, mzima upo? Upo, afya. Afya. Aa, kabisa kama kinyonge au mtani anapumua bado. <laughs> Hamna unyonge, hey. Tumecheza mechi yetu ya kwanza mm. Mida mibovu, mida ya mchana, jua kali, wachezaji mm. Wamepambana, tumepata matokeo, tumefuzu mm. Lakini pia tumeona mchezo wa pili, mm. wa pili wa Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, mm. nafikiri, mm. mzuri, ya JKT Tanzania na wenyewe pia wameweza kupita ko nafikiri, tunaelekea fainali; ni fainali nzuri, ni fainali ya kuvutia kwa timu zote mbili, yenye ushindani mkubwa, yenye morali ya wa wachezaji. Tumeona mechi zote za leo wachezaji wamejitoa kwa viwango vikubwa sana. Kwao naamini mchezo wetu ujao utakuwa ni mchezo mzuri na mgumu, sio mchezo wa kudharau, kwa sababu mara nyingi tunamjua JKT, sio timu ya kubeza, sio timu nyepesi. Tunakutana na mtu ambaye ni bora, ametoka kushinda mashindano ya hii ya kimataifa, nafikiri COSAFA, I mean mm, kwa hiyo yeah, okay. mm -hmm, tumerudi na ni bingwa mtetezi wa ligi ya wanawake. Kwa hiyo tunawaheshimu wapinzani wetu, lakini tunahitaji kuanza na mwanzo mzuri. Umeona haja, wapinzani kwanza, timu wanayo wapinzani kina nani? watani wetu Young African. Hey. Wamejitahidi, timu yao sio mbaya sana, kidogo wameimarika kwa kiwango kikubwa sana kwa msimu uliopita. Hawakuwa na performance walioonyesha leo, wameza kutoana kwenye dakika kwenye hatua ya penalty. Hey. Timu zote zinapofika penalty ni kwamba wamechoshana nguvu, kila mmoja akiwa bora mbele ya mwenzie. Hey. Wamecheza kwenye ubora wa hali ya juu, quality kubwa, wametengeneza nafasi nyingi, wamepata moja wameweza kuitumia vizuri, wamerudisha goli walitanguliwa. Kwa hiyo hawana timu mbovu, nafikiri ligi wanawake. Tujipange kisawa sawa wakapimu Uh -huh. <laughs> Kipimo kiendelee ndugu yangu, kuna vitu sijavielewa mpaka muda huu. <laughs> eh? Bado vipimo viwe pale pale, kuna vitu bado sijavielewa kwa kweli, sijavielewa eh, kwa nini? Ah, wakafanya tu vipimo, kuna mambo bado ni magumu humo ndani, ile goli sio mchezo <laughs> <laughs> ufungi kawaida vikapim kawaida. <laughs> <laughs> bado vikapimwe vika <laughs> yaani, kama ile ratiba itaendelea iwepo palepale <laughs> Tuendelee na mashindano, ile ratiba bado iwepo bwana, hmm. yeah. E, tuigusie Simba Sports Club ya upande wa wanaume leo wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman. Kwa mara ya kwanza, Pontave anapata ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mnasemaje wana simba Amefika masta matatu, wewe unaenda kuchora wapi? kwanza kamoja, mm -hmm. nitaichora tu wapii? Ngoja kwanza muda ufike, naitafutia position. Afu mimi uzuri mguuni nakaa mkononi inaka. Pali, na kaa koo popote pale, nitaangalia namna ya kuichora mm -hmm. Ila kikubwa tunampongeza kocha, kaanza mwanzo mzuri, mechi ya kirafiki ameweza kuonyesha ni namna gani japo hatujaona. Unajua wengi hatujaona hiyo mechi, tupo huku, lakini kwa kwa historia ya kocha tulivyoipata kwa kumfuatilia kidogo na tutakaa vizuri na mafunzo yake alivyo. Kwa hiyo sina shaka ni swala tu la kumpa muda katika mashindano yanayokuja ambayo tutakuwa live leo, hatujawa live, kwa hatuwezi kuchambua wala kukizungumzia chochote. Kwa hiyo na timu amechukua ni ndani ya wiki moja takriban, mpaka sasa ni mwanzo mzuri. Tumekutana na Al Hilali, sio timu ndogo na sio timu nyepesi, ni timu ambazo zinashiriki mashindano makubwa, na ni imekuwa friend mechi ambayo ni ya, ya ubora zaidi. So friend mechi unaenda kucheza na timu labda daraja ya kwanza <laughs> kwa hiyo sina shaka tumpe mwalimu muda afanye kazi yake, tukaangalie yaliyomo yamo. Namba zinaongea kwa Jean Shale wa, mnasemaje wana simu? <laughs> na leo pia ametupia kamba aa, yule, yule Jean Shale ni mtu ambaye anakuamulia matokeo muda wote, na ni mtu ambaye akiamua kukera kama mechi ile ya <laughs> ya raundi ya mwisho ya mashindano kama yes, na Gabo, Gabo, Gaboroni, mm, yes. Kwa muda wote anaweza akaamua ni kitu gani afanye, lakini si kwamba ni mchezaji mbaya, ila ni mchezaji ambao kuna mfumo fulani ambao mashabiki bado hatujafanya nini, hatujamuelewa mm. Kwao tumwachie mwalimu aliyekuja adili naye mwenyewe mm. Tutaona hapo mbeleni viwango vitokoja, afu sasa hivi simba ni pana ni kubwa vibaya mno mm. Kwa hiyo unaweza ukaiona ile Simba kama inakulemea, unaweza ukamsema huyu kadili na huyu kadili na mwingine, lakini ukaja kushangaa kila mchezaji ana umuhimu ndani ya kikosi kile kwa wakati wake na mechi itakayopangwa, mm. yeah. Vipi kwa upande wa Jonathan So? Aha, Jonathan So, ni kawaida mshazoea, yule ni Simba mweusi, hana cha kuzungumziwa sana, zaidi ni aongeze tu fitness, apate nafasi atafunga sana msimu huu. Rai kwa mashabiki wa Simba, unawaambia kitu gani haswa kwa performance hii ya Simba Queens, lakini pia vilevile vile, Simba ya upande wa wanaume Nafikiri kwa Simba Queens nikianzia huku tumewini, tumelamba dume, tuna wachezaji wengi, tumesajili sana wengi na ni wazuri ambao leo wameweza kupambania ile mechi, imechezwa saa saba mchana, nafikiri hata ingekuwa wao unapewa zile dakika kwa jua lile. Unapambana, unaonyesha kiwango kikubwa namna ile kwa mechi ya Jumamosi, tuta enjoy zaidi. Lakini, eh, kwa mechi ya Jumamosi tuta enjoy zaidi. Kwa sababu ni muda mzuri, ni saa kumi jioni, hali ya hewa imetulia, hakuna jua, kwa hiyo kila mmoja atanyumbulika kadi alivyojaliwa kipaji chake. Lakini pia kwa upande wa wanaume ni swala la muda tu, tuna mashindano mbele yetu ya kimataifa, tuzidi kuipa support timu yetu, hapo mbeleni mambo yatakuwa mazuri zaidi. Itoshe kusema ya kwamba msimu huu 2025 2026 Simba Queens bingwa wa ngao ya jamii. Itoshe kusema hiyo, hilo alipingu, hiyo ni asilimia 100, Simba Simba Queens ndo bingwa wa ngao ya jamii kwa ajili ya maandalizi ya ufunguzi wa ligi kuu. Shukrani sana, thank you.